tumefanya dua maalum kwanza kwa ajili yetu sisi wenyewe lakini pili kwa ajili ya kuiombea hadhara yetu ambayo itafanyika kesho na Mwenyezi Mungu aimarishe ule umoja wa kina Sheikh Msafiri pale mjini kati Mungu auimarishe na uendelee na usiishie kwenye hili ufanye na mengine makubwa makubwa lakini pia tumefanya dua kwa ajili ya kumwombea rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania raisi Samia suluhu Hassan Raisi, ambaye alipoingia tu madarakani kuna baadhi ya watu walishtuka, kwa sababu mwanamke. Tukawaambia mwanamke anaweza, kwa sababu ndani ya Qur'ani iko sura inaitwa surati Nnamli, ndani yake imeelezwa mwanamke anaitwa Balqis, huyu mama ameitawala Yemen. Hawezi kuwa ajabu mwanamke kutawala. Tumemwombea Mungu hapa, Mwenyezi Mungu ambarikie, Mungu amuhifadhi, Mungu amuimarishe, mkuu wa wilaya ya Shinyanga, wakuu wa wilaya zote, na wa viongozi wote wa, wa serikali bunge, mahakama. Tumeviombea vyombo vya ulinzi na usalama, lakini pia tumeiombea nchi yetu. Mwenyezi Mungu adumishe amani yake, na Mungu adumishe utulivu wake, na tuna wajibu wa kuendelea kuiombea nchi kwa sababu hakuna kitu kikubwa kama nchi. Wanazuoni wakubwa wametengeneza mambo sita wanasema haya mambo ndiyo muhimu kutunzwa, miongoni mwa mambo hayo siyataji labda nafsi, e, kutunza mali, kutunza akili, lakini miongoni mwa mambo hayo ni kutunza nchi. Anasema hubul watani min aliman, kuipenda nchi ni katika imani leo, yetu. Kwa hiyo sisi hapa leo kuiombea nchi yetu ichukuliwe kwamba huo uwe ni utamaduni wetu. Na nitoe wito tu kwa hadhara zetu tuzidishe kuiombea dua nchi yetu hii, ni kuonyesha uzalendo katika kuipenda nchi, kwa sababu amani ikivurugika, hakuna atakayekaa kuomba dua, hakuna atakayekaa kuswali, hakuna atakayekaa kufurahi, isipokuwa itakuwa ni vurugu tupu. Tumwombe Mwenyezi Mungu aendelee kudumisha amani na utulivu katika nchi yetu ya Tanzania.